Halmashauri ya Wilaya ya Iringa inatekeleza kwa vitendo dira inayosema kuwa na jamii inayoishi maisha bora na endelevu. Kwa maana hiyo, kuna miradi mingi sana inayotekelezwa ya maendeleo, lakini leo hii tutaangazia miradi ya elimu. E, kwenye eneo la elimu kuna miundombinu ya shule mpya kabisa zinajengwa, mabweni mabwalo kwa ajili ya wanafunzi lakini pia miundombinu mingine wezeshi kwa ajili ya kufanya mazingira bora kwa wanafunzi. E, nikukaribishe sana uweze kujionea baadhi ya miradi ambayo inaendelea kutekelezwa na mingine ambayo imetekelezwa na inafanya kazi. Kwa jina naitwa Robert Masunya ni mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Iringa. Katika mwaka wa fedha 2024 2025 halmashauri ya wilaya ya Iringa imepokea fedha kutoka serikali kuu lakini pia kutoka kwenye mfuko wa wafadhili lakini pia imetoa fedha kwa ajili ya makusanyo yake ya ndani kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Tukianza na upande wa elimu msingi na sekondari, halmashauri ya wilaya ya Iringa kwa mwaka wa fedha huu uliloutaja umepokea kiasi cha fedha cha shilingi bilioni 7.5. Bilioni 7.5 maana yake ni fedha ambazo zimepokelewa kwa ajili ya miundombinu mbalimbali. Kwa shule za sekondari imepokea bilioni 6.1, lakini kwa shule za msingi imepokea kiasi cha fedha cha shilingi bilioni 1.4. Kwa hiyo fedha hizo zote zimekwenda kutekeleza miradi na zinaendelea kutekeleza miradi ambayo inamalizikia mwaka wa fedha Juni. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa shule mpya tano za Makatapora za sekondari hizo Makatapora, William Mkuvi, Kimande, Magunga na Ugwachanya. Shule hizo zote nyingi zimekamilika na zingine ziko kwenye hatua za mwisho za umaliziaji na tayari zimekwisha chukua wanafunzi wa kidato cha kwanza. Kwa hiyo wito wangu kwenye hizo shule manake watu waendelee kuzilinda kwa ajili ya uendelevu na ziendelee kutatua changamoto za ufikwaji kwa wanafunzi waliokuwa kitoka sehemu si mbalimbali na maeneo ya mbali. Lakini kwa shule za msingi tumepokea fedha kama nilivyosema, bilioni moja nukta nne kwa maana ya ujenzi wa shule mpya, ujenzi wa miundo mbinu uwezeshi kama vile vyoo, madarasa, mabweni na kadhalika kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kuweza kupata mazingira sahihi na mazuri ya kujifunzia na kutatua changamoto ya umbali. Kwa shule mpya tunaendelea kuijenga na kuikamilisha, ni shule ya msingi Kinyika kule ambayo iko kule Itunungu. Kwa hiyo utaangalia tu, ukiangalia kwa ujumla wake, kuna fedha ambayo pia kwenye idadi ya hizo fedha ambazo tunazitaja za bilioni 1.4 kwamba ni pamoja na fedha tulizozipokea milioni mia sita na nane zaidi ya shilingi milioni mia sita na nane, kwa ajili ya usafi wa mazingira ambao tumezipokea kwa awamu ya kwanza mwezi wa Februari. Kwa hiyo fedha hizo tayari tumeshaanza taratibu za ununuzi kwa maana ya kutumia mfumo wa nesti kuwapata wazabuni na wakandarasi ambao, au mafundi ambao, wataanza ujenzi mapema sana na lengo la kupata hizo fedha ni kuondoa changamoto ya masuala ya usafi wa mazingira kwenye shule zetu. Na usafi wa mazingira ni pamoja na kuwepo kwa vyoo, huduma ya maji kwa ajili ya shule na kadhalika. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia, lakini wito wangu mkubwa ni kwamba fedha hizi zisivuke mwaka wa fedha huu. Ujenzi wa vyoo tumejipa muda kuanzia sasa Februari tunapopokea hizi fedha kufikia Mei shule zote zote zimekamilisha ujenzi huo ili tusivuke na fedha hiyo. Kwa hiyo wito wangu naendelea kutoa kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kuchangia nguvu zao kwa ajili ya ujenzi huo, lakini pia kwa sisi watendaji kuendelea kusimamia kwa karibu na mafundi ambao watapatikana, na wazabuni wa kutoa vifaa vya ujenzi wajitahidi na watimize wajibu wao kwa wakati ili tuweze kumaliza miradi hii na iende kutatua changamoto ambazo zipo kwenye maeneo yetu na kwenye shule zetu. Kwa hiyo utaangalia pia kwenye swala la mabweni. Mabweni yamelenga kupunguza kero ya mimba hizi za utotoni, kupunguza kero ya kwenda umbali mrefu watoto kuja shuleni, na kupata muda mwingi wa kukaa shuleni kwa ajili ya kuendelea kujisomea wakiwa shuleni. Ninaitwa Mwalimu Mzito Mofuga, makamu mkuu wa shule Pawaga ya sekondari. Ah, Pawaga sekondari ndio walioteuliwa kusimamia shule ya sekondari Kimande. Shule ya sekondari Kimande imeanza kujengwa uh, mwanzoni mwa mwezi wa tisa mwaka jana na tunategemea kumaliza mwezi huu. Ujenzi unatakiwa unakaribia kumalizwa mwezi huu, mwezi huu wa pili, tarehe hasasa tarehe 26. Miundombinu ambayo imetumika kujengwa ni kama madarasa saba pamoja na ofisi mbili za walimu, jengo la utawala, jengo la maktaba pamoja na jengo la ICT, jengo la kompyuta lakini sambamba na hilo, tumejenga pia maabara tatu ikiwemo maabara ya physics, maabara ya chemistry na maabara ya biology. Shule hii imesaidia kwa kiwango kikubwa wanafunzi kuendelea eh, kuendelea na taaruma. Hapo mwanzo wanafunzi walikuwa wakienda Pawaga sekondari ambapo kutoka hapa ni takriban kilomita sita mpaka saba kiuhalisia. Wanafunzi wengi walikuwa wakiacha shule. Kwa, kwa, kwa uzoefu tu, tulikuwa tukidahili wanafunzi wanaoanza kidato cha kwanza karibia wanafunzi mia nne kulingana na catchment area au eneo ambalo shule inachukua wanafunzi, ambao ni Itunundu, Msolwa, Kimande pamoja na Mbuyuni. Kwa sasa wanafunzi hao mia nne mara nyingi tulikuwa tukimaliza nao kidato cha nne e, nusu yake ambao ni kama mia mbili na kuendelea kidogo. Lakini kwa sasa tunaamini uwepo wa shule hii, kwa sababu ipo karibu kabisa na haya maeneo, ambapo Pawaga Sekondari ilikuwa inachukua wanafunzi. Kwa hiyo tunaamini kabisa wanafunzi wataendelea na taaruma hawataacha shule kama ilivyokuwa hapo awali. Tunazungumza hivi kwa sababu shule hii imefungua tarehe kumi na tatu kama jinsi shule zote zimefungua, na tulipofungua mpaka sasa tuna wanafunzi takribani mia mbili. Naweza kuona ndugu mwandishi, e, shule hii ilikuwa inahitajika sana, kama shule imeanza tu mwaka huu na ina wanafunzi mia mbili sisi tunaamini uh, tuna tunaamini hii shule imesaidia kwa kiwango kikubwa kwa wanafunzi kuendelea kusoma na kutokuacha shule. Sambamba na hilo, tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hasani, rais wetu, kwa kutuona na kutuletea shule hii. Tunaamini shule hii itasaidia kwa kiwango kikubwa kwa wanafunzi, watasoma na swala la kuacha shule halitakuwepo kabisa. Naitwa Edwin Chaula natokea kijiji cha Kimande. shule shule hii ime, imetuletea ime umuhimu mkubwa kulingana na kilomita nyingi sana, kutoka hapa wengine wanaenda kusomea mpaka Igodikafu, lakini shule sasa hivi tunasoma hapa hapa, inatusaidia kutupa elimu nzuri. Hata walimu wetu ni wazuri, wanatufundisha vizuri. miundombinu ya hii shule naiona mizuri Chooni kupo safi, madarasani wametengeneza wame vizuri. Jina langu naitwa Glenes Kasman Mgaloka, natokea kijiji cha Itunundu, nasomea katika shule ya sekondari Kimande. Shule yetu ni nzuri, ina majengo mazuri, walimu wetu wanatufundisha vizuri, tunaelewa na, na shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya raisi, ma, chini ya Raisi Samia Suluhu Hasani kwa kutujengea shule hii. Ni nzuri tumeipenda inatuletea elimu bora, asante. Kwa majina naitwa Gerald Gabriel Mlula, ndio mwenyekiti wa serikali kijiji cha Kimande. Basi kwa ujio wa hii shule kwangu mimi kama mwenyekiti nilifurahi sana. Kwanza hata siku ambayo niliambiwa utaletewa sekondari, utakuja kujenga eneo hili, nilifurahi lakini niliona kama ni utani, lakini baada ya kuambiwa nije nionyeshe site eneo la kujenga. Baada ya kuja hapa, bado sikuamini kama nini kinaweza kikatokea. Baadaye ujenzi ulivyoanza, na hadi sasa hivi shule hatua ilipofikia, hakika kama mwenyekiti nimefurahi na kwa niaba ya wananchi wa Kimande na kata Itunutu, kwa ujumla wamefurahi sana, kwa sababu hii shule imetusaidia. Watoto wetu walikuwa wanatembea umbali mrefu kwa ajili ya kufuata sekondari ambayo ni Pawaga Sekondari, pana umbali kidogo. Lakini baada ya kujengwa hapa, watoto wanakuja wanasoma na pia wanarudi. Mwitikio wa wazazi wamefurahi, na pia imekuwa kama ni mkombozi kwa eneo letu hili. Shukurani zetu ziende kwa Mama Samia ambaye ameliona hili na akaamua kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi, lakini nitakosa fadhila nisipomtaja mbunge wetu Lukuvi; hakika amepambana hadi hapa tulipofikia shukurani zetu pia ziende kwa wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili la ujenzi. Basi nashukuru sana, nasema tumepokea kwa furaha, asanteni sana. Kwa majina naitwa Jakaa Asiakaweka, natokea Tunundu Pawaga, mkoa wa Iringa. Changamoto nayopitia hapa, hakuna changamoto yoyote, nyumbani jerani na shuleni jerani miundombinu iliyopo kwa sababu inanipatia urahisi wa kuingia na kutoka nje kwenda nyumbani au kwenda mapumziko. Kwa jina naitwa Susan Matthew, ninasoma Pawaga Sekondari mchepuo wa EGM. Nipo mahali hapa kuishukuru serikali kwa kutujengea majengo mazuri na yenye usalama. Tunaona majengo haya yatasaidia kidato cha kwanza, cha nne, cha tano na cha sita katika kuongeza udahili wa wanafunzi hasa wadogo zetu kidato cha pili cha nne wanaojiandaa na mitihani kuwa karibu na shule kwa ajili ya kuongeza taaluma yetu. Pia itasaidia kidato cha tano wanaokuja kupata elimu bora na muda mwingi wa kujisomea. Tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia, asante. Majengo yetu ni mazuri, yana madirisha mazuri na ni makubwa yanayoruhusu hewa ya kutosha katika majengo yetu na pia yana maji ya kutosha ambayo hayatoleta shida katika matumizi. Pia yana vyoo vizuri na salama kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi na mabafu mazuri. Hivyo nawasisitiza wanafunzi wenzangu kuvitumia hivi vyoo vizuri na mabweni vizuri, ili mradi na wenzetu wanaozidi kuja waweze kuyatumia vizuri. Kipindi cha nyuma maji tulikuwa tunachota mtoni, tunatoka mbali sana kuchota maji, lakini kwa sasa tumesogezewa maji karibu. Ni maji masafi na tiririka, ambayo ni mazuri kwa afya yetu. Mimi niseme tu, yote haya yanafanyika chini ya uongozi wa awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais Dakta Samia Suluhu Hassan, ambaye amewezesha upatikanaji wa fedha hizi kwa wingi zaidi na kwa kiasi kikubwa ambacho kwa historia inaweza ikawa ni historia kwa nchi hii. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais na anapaswa kushukuriwa kila kona kwa ajili ya kusaidia kuondoa kero kwa mazingira ya kujifunzia.